Kama wa wakristo tuwe Wakristo wenye nguvu. Amen, amen. Believers who are, who are, strong. Wakristo ambao wana nguvu, wakristo ambao wanaweza amrisha vitu, wanaweza fanya vitu na zifanyike. ana anavyosikia Ezekiel huko anahubiri akifanya miujiza ni, ni kwa sababu ako na nangu, nguvu ako na nguvu is strong na wewe pia unahitajika kuwa mwenye nguvu, ufanye mambo, mutu aliye na nguvu, shetani aweze akamuweza. Kwa hivyo you need to be strong. And I said that to be strong one, you must take the all armor of God. Ili uwe mtu mwenye nguvu, lazima uchukue nini, silaha zote za nani, za Mungu. Unaona kama dada wetu sei angeenda kule KDF Kiti ya kwanza, kitu ya kwanza angefanyishwa kitu inaitwa mazoezi Eh? Okay? mazoezi maana yake ni ukiingia, unafanywa unatayarishwa, una kuwa mtu mwenye nguvu ambaye kwanza watoe uoga wa, watoe wanazimanga watoe uraia, watoe ujinga, sasa unakufundisha kutii na kufanya wakisema right right, wakisema left left. Hello. Ukiona hao hao na jeshi wote they are strong, they are very strong. Mtu ana ukienda okay, maelezo siku nyingine utembea hapo, utapata mtu anapewa nini? Gomba kubwa hivi la miti akimbia na haya. Mtu anapelekwa kule kama lodo huko anapewa maji kidogo atumie karibu mwezi mzima. Wanamfanya akue mgumu na akue mtu mwenye nguvu. Kwa sababu wakati tunataka kupigana vita, kuna wakati ambapo chakula itakuwa, maji itakuwa, utaishi namna gani? So, katika Ukristo pia unahitaji uwe mtu mwenye nguvu kuwa mtu mwenye nguvu. Wow. Yeah, ukiwa mtu mwenye nguvu utaweza kupinga hila zote za shetani za shetani, kwa sababu shetani hapigani na watu ambao wajaokoka, anapigana na watu ambao wameokoka, hao ndio wa maadui zake. Sasa, I say for you you to to be a strong Christian you need to put on unahitaji kuvaa silaha zote za Mungu, na nikasema huwezi enda kupigana na shetani ukitumia silaha za nani? Na shetani. You need to use the armor of God to overcome the devil. So leo niko number two. How to be strong? Being strong in the Lord, number two is to kuweka kuvaa silaha za Mungu, na silaha za Mungu mojawapo ni to put on truth. Ningependa tusome hiyo, wa Efeso 6. tusome mstari wa ngapi?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 hiyo, hiyo, hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku, siku ya uovu na, ma, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama, kusimama basi simameni ha, hali mmejifunga kweli viononi na kuvaa dirii ya haki kifuani Amen. Praise God. Amen. Amen. Mstari wa 14. Rudia tena. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa dirii ya haki kifuani. ya kuna kuna tatu hapo, lakini leo nataka kuzungumzia juu ya kwanza, ya kwamba simameni hali mmejifunga nini kweli viunoni, simameni hali mmejifunga nini kweli viunoni, viunoni. Nataka kila mtu aniangalie. Bwana sifi ile ambayo nimevaa hivi, mnaona hii longi yangu iko na kitu inaitwa mshipi. Amen. Kila o shi kwa yangu, ndio? Sasa hii mshipi imeshika hii, hii longi yangu na hii nguo, sawa? Nikiruka hivi imeshikana, nikienda isianguke chini. Ikianguka chini naleta nini? Aibu. Bwana sifiwe. Sasa Biblia inasema kwamba Mkristo yule ambaye atakuwa mwenye nguvu ni Mkristo yule ambaye amejifunga ukweli. The truth. Kifu, uh, kifu, uh, kiunoni. Praise God. Silaha ya Mkristo inayomfanya akuwe na nguvu dhidi ya yule adui shetani ni Mkristo yule ambaye anajua kusema ukwe, ukwe kusema ni hey, hey, nyamaza a leo watu eh? Yani, kuna watu wapo wanasemanga uongo. Ukiwa Mkristo ambaye wewe hauna ukweli ni kama mtu ambaye anatembea na longo ila ambayo haina msiri Simoni mwana wa Yona Mtu ambaye anatembea na longo ambaye haina msingi anashindanga ameshika kwa na <laughs> eh? Nama mm -hmm. Mfuko namna gani? Sasa <laughs> eh? <laughs> <Diyo>, ushikirie uko na skirt. Amen. Yes, sasa ukweli unalinganishwa na mshipi. Mwambie mwenzako ukweli unalinganishwa na mshipi. Ukweli unalinganishwa na mshipi. Ukweli unalinganishwa na mshipi. Mwambie tena ukweli unalinganishwa na mshipi. Amwambie ukikosa mshipi utakuwa na aibu. Hebu niambie, askari ambaye ameenda kupigana vita ako na bunduki